Kwamba leo hata Simba wakibebwa lazima watawafunga tu bana. La ba kwa majina anaitwa Mohamed Isa Amiri, kwa jina maarufu anaitwa kwa hai. Kwa hii mechi ya leo, mechi ya leo ni nzuri sana, kutokana tunakutana na mpinzani mzuri moja. Kwanza dada, mimi naujiwa ubwera wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano bwana mna amezapoa hapana, tuweza kuogopa kwa sababu ni wao, wapo chini sana hao. Wanasapotia naje sehemu na sisi tumesema mwaka huu ubaya ubaya, kila mwaka ubaya ubaya, kwa sababu wachukue timu kadhaa Mchezo leo unaenda kukutana na Singida Black Stars ambao pia mchezo mchezo mchezo uliopita mkaweza mkaweza mkaweza kufunga, leo unaenda kukutana nao tena kwenye nusu finali. Mchezo wa leo kwa mtazamo wako utakuwa mchezo namna gani? Na, na unaipa timu yako ushindi kwa mechi ya leo? ni nzuri sana tunakutana pia na mpinzani mzuri ambaye ana quality kama ya kwetu, lakini sisi sisi tumemzidi tumemzidi wanasia kwa kila kitu, kwa kwa sababu mechi tulicheza vizuri sana mwone, tulivyocheza vizuri sana kocha aliweka mipango vizuri tukashinda, japo kwa wenyewe walipewa advantage kwamba atapewa milioni 200, lakini hizo milioni 200 hajafanya chochote. Umeona, ndio maana zile kocha mwenyewe alisema huu ndio ubaya bwana, kwa sababu walipewa hizo hela leo leo. Naamini kwamba Simba inashinda leo, ah leo tunashinda uhakika kabisa. Sasa sisi tunamtaka tunamtaka tunamtaka huyo finali aloingia, tunamtaka Yanga, tunamtaka Yanga kwa sababu

mimi oh, yeah, <coughs> naomba huyo hapa nieleze, maana ubaya ubwela ni nini? Maana yake ni ni ni nini? <coughs> oh, o, so oh. Ni nini ni kwa unasema ubaya ubwela, eleze maana yake. Mama zangu ni nini ubaya ubwela? Ni sawa sawa kwa mama zangu, mama zako, leo ni yako ngumu, babu hawezi kutoka hivi. Unasikiliza lolote lolote, hey. leo leo leo Ngoja ngoja hei... kwanza, kwanza. Tusikizane kwanza. Kila mtu kila mtu anazungumza kwa wakati wake. Bwana wewe unaamini kwamba Singida leo mnamuua mnyama? Leo mapema sana kwa sababu hii leo kingilikankala hmm. kule swali tuonea. Hmm. Eh penalti mbili zika angalia kamera. Hmm. Eh refa akapeta ka, hmm. unajua sasa hivi wananunua marefa hawa leo hapa kingilikankala, uwanja sio kapeti huu. Huu <laughs> nyasi asili. Eh, leo baya ubwela leo ndio utautaja, baya ubwela leo ndio utautaja leo Kupa, kwa hiyo upande wako upande wako unahisi mnyama anakufa ngapi leo? Anakufa hizi mbili tu, leo lazima akalie mbili kipindi cha kwanza mbili, mbili, eh, mapema sana. U unaumwe wapi we mwenyewe, Mlima Dengu? We Mlima Dengu ni umeanza kuishambikia.